Rais Donald Trump ametangaza kukubali kusitisha mapigano dhidi ya Irani huku Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu akidai kuwa malengo yao dhidi ya mpango wa nyuklia wa Irani yametimia. Na nukuu, Israel itajibu kwa nguvu yoyote uvunjaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Amesema Netanyahu alipokuwa akihutubia kikao cha dharura cha Baraza la Usalama wa Israel usiku wa kuamkia leo. Shirika la habari la Associated Press limeripoti kuwa, uamuzi huo wa Marekani na Israeli kukubali kusitisha mapigano umetangazwa leo Jumanne, Juni 24, mwaka 2025, siku moja tangu Irani itekeleze mashambulizi dhidi ya Israeli na kambi ya kijeshi ya jeshi la Marekani iliyoko Doha, Katari ya Al Udeid. Kupitia ukurasa wake wa Truth Social saa tano usiku wa saa za Uingereza, Rais Trump aliandika na nukuu, hongera kwa wote! Tumekubaliana kwa ukamilifu kati ya Israel na Iran kuta kuwa kutakuwa tunasitisha vita kwa ujumla ndani ya takribani saa sita zi zijazo baada ya pande zote mbili kukamilisha operesheni zao za mwisho kwa muda wa saa kumi na mbili na baada ya hapo vita vitakuwa vimekwisha rasmi. Baada ya saa kadhaa kupita, Trump amechapisha tena ujumbe kwenye ukurasa wake wa Truth Social leo saa nane, saa nne asubuhi za Afrika Mashariki, akisema na nukuu, kusitisha vita sasa kumeanza. Tafadhali msivunje makubaliano haya. Huenda tangazo hilo likawa ni mwanzo wa mwisho wa mzozo huo uliodumu kwa siku kumi na mbili, huku macho na masikio ya ulimwengu yakigeukia kwenye mzozo uliosalia kati ya Israeli dhidi ya Gaza. Mapema asubuhi ya leo, Israeli ilishambuliwa vikali na Irani ambapo taarifa kutoka nchini humo zinasema watu wasiopungua watano wakiwemo wanne waliouawa kwenye shambulizi hilo lililotekelezwa Belisheba huku makumi wakijeruhiwa. Ofisa wa Idara ya uokoaji za Israel, Magen David Adom amesema hadi sasa ving'ora vimeendelea kulia kote nchini humo, ishara ya kwamba Irani bado inaendeleza mashambulizi yake dhidi ya miundombinu ya kijeshi na makazi ya raia nchini Irani. Katika matangazo yake ya leo asubuhi Jumanne, televisheni ya taifa ya Irani IRNA iliripoti kuwa kusitishwa kwa mapigano kati yake na Israeli kumeanza hata wakati huo ambapo Israel inaendelea kuwatahadharisha raia wake kuhusu wimbi jipya la makombora kutoka Irani. Ofisi ya waziri mkuu wa Israel imetoa takwimu kuwa zaidi ya raia elfu tisa wa Israeli wamelazimika kuyakimbia makazi yao tangu vita na Irani ianze siku 12 zilizopita. Mkazi wa Beersheba nchini Israeli, Yehekieli Cheri, amesema alikuwa kwenye sunagogi kwa sala za asubuhi Jumanne wakati ving'ora vya tahadhari viliposikika kwa mara ya kwanza. Hata hivyo, alipokuwa akielekea yalipo makazi yake alishtukia kuona misururu ya makombora yaliporomoshwa yalipo kutokea uelekeo wa Irani na kusababisha mlipuko mkubwa. Na nukuu, niliuona moto mbele yangu, nikakimbilia ndani ya nyumba. Sidhani kama tunahitaji kuendeleza vita hii. Ni aibu, hawa wanaouawa ni roho za Mungu. Tunapaswa kuwalinda wote, kutoka kila taifa, kila mtu anapaswa kujali kuhusu kila mtu, amesema. Tangu Juni kumi na tatu, eneo hilo lenye misukosuko limeshuhudia mashambulizi ya kila mara, ndege zisizo na rubani na makombora kati ya Irani na Israel, hali iliyosababisha vifo vya raia wa pande zote mbili na kuongeza hatari ya kuzuka kwa vita kuu visivyodhibitika. Katari nayo imejikuta ikivutwa kwenye mzozo huo baada ya kambi ya kijeshi ya Marekani ya Al Udeid iliyoko nchini humo kushambuliwa kwa makombora kutoka Iran. Teharani ilirusha makombora 14 kuvuka Guba ya Uajemi kuelekea kwenye kambi ya ushirika ya Al Udeid nje kidogo ya Doha, Katari, ikiwa ni kujibu mashambulizi ya Marekani kwenye maeneo ya nyuklia ya Irani mwishoni mwa wiki. Irani ilisema idadi hiyo ya makombora ililingana na mabomu yaliyodondoshwa na Marekani kwenye maeneo yake ya nyuklia. Irani pia ilisema kuwa walilenga kambi hiyo kwa makusudi kwa sababu iko nje ya maeneo ya makazi ya watu. Maafisa walithibitisha kuwa makombora yote yalidunguliwa hewani na hakuna hata moja lililofikia lengo wala kusababisha majeruhi. Wakati makombora yakishuka Doha, video kutoka ndani ya jumba la biashara maarufu la Vilagio Mall zilionyesha raia wakikimbia kwa hofu kubwa, wakihofia usalama wao. Akina mama waliokuwa na watoto mikononi mwao walionekana wakikimbia kimbia kwa hofu ku kutoka jumba hilo la kifahari lililohudumia matajiri wa jiji hilo. Lakini richa ya ripoti kuwa Irani iliharifu Katari na kwa njia hiyo Marekani kuhusu mashambulizi hayo kabla hayajatokea, Trumpu kwa mshangao mkubwa alishukuru Irani kwa onyo hilo la mapema. Alisema kupitia ukurasa wake wa Truth Social: wameachilia yote yaliyokuwa moyoni mwao, na sasa tunatumaini hakuna chuki nyingine itakayofuata, na washukuru Irani kwa onyo la mapema ambalo limewawezesha kuepusha vifo na majeruhi. Teharani ilisema kuwa imezindua operesheni ya ahadi ya ushindi ili kulipiza kisasi dhidi ya mashambulizi ya Marekani yaliyopewa jina la operesheni nyundo ya usiku wa manane yaliyofanyika Jumamosi. Maandalizi ya mashambulizi ya hayo yalibainika kupitia uchunguzi wa satelaiti na usiku wa jana, maafisa wa usalama wa Marekani walithibitisha kuwa Iran ilitoa taarifa kwa mamlaka za Katari kuhusu nia yao. Mbali na hayo, video zilizosambaa mitandaoni zinaonyesha mlipuko mkubwa katika kambi ya kijeshi ya Taji kaskazini mwa Bagdadi, Iraki, ambayo inasemekana ilishambuliwa na ndege isiyo na rubani. Hakuna kundi au taifa lililokiri kuhusika na shambulio hilo. Rais Trumpu na timu yake waliangalia maendeleo kutoka chumba cha operesheni ikulu ya Marekani, huku anga ya Katari likifungwa kwa zaidi ya saa moja kabla ya kufunguliwa tena. Kambi hiyo ya Al Udeid inayohifadhi wanajeshi wa Marekani pamoja na makao ya kikada ya jeshi la anga la Uingereza, ndege zote za Marekani na za ushirika zilikuwa tayari zimehifadhiwa sehemu salama Kabla ya mashambulizi, Irani ilisema mashambulizi hayo yalifanywa na kikosi cha walinzi wa mapinduzi, ikionya kuwa kipindi cha kupiga na kukimbia kimefikia mwisho. Kuwaiti na Bahrain pia zilifunga anga zao wakitarajia mashambulizi, lakini hadi sasa hakuna shambulizi lililoripotiwa katika nchi hizo. Urusi nayo iliunga mkono Irani. Ingawa haikutoa msaada wa kijeshi kwa Tehran. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital. Mimi ni Jesse Tunuka wa Mwananchi.